hutaogopa hofu ya usiku wala mshale ulukao mchana wala tauni pitayo gizani wala uwele walibuwa dhuhuri. Kabla umbaji wa Adamu, yani, katika kitabu cha Mwanzo ile sura ya pili kwanzia ya, kwanza ya mstari wa kwanza, Mungu alivifanya viumbe vya kiroho kwa nguvu zake mwenyewe. Viumbe hivyo tunavitafsiri kama malaika, tafsiri yake ni wajumbe wa Mungu au mjumbe wa Mungu. Malaika ni viumbe vya kiroho, siyo kama wanadamu hawafungwi na mipaka ya kibinadamu au asili ya kawaida. Wana uwezo wa kupotea na kutokea kama wanavyotaka wenyewe. Wana uwezo wa kusafiri kwa kasi ya ajabu, tena kwa kutumia njia ambazo si za kawaida. Ingawa malaika ni roho, lakini wana uwezo wa kuvaa mwili wowote sawasawa na majukumu yao. Kitabu itabu cha Mwanzo ile sura ya 19 mstari wa kwanza hadi ule wa tatu. Malaika hata hivyo ni viumbe wa kiroho ambao Mungu watumia ili kuweza kuleta ujumbe au kufikisha ujumbe kwa mtu fulani. Kwa kuwa malaika ni viumbe vya kiroho, hivyo hatuwezi kuviona katika hali ya macho ya kawaida, isipokuwa Mungu ametupa neema au uwezo wa kuweza kuvitizama, kama ilivyotokea katika kile kitabu cha Hesabu ile sura 22, mstari wa 23. Biblia nasema, na yule punda akamwona malaika wa Bwana amesimama njiani na upanga wake mkononi mwake amekwisha kuufuta. Punda akageuka upande ili aiache ya njia, akaingia shambani. Balaamu akampiga ili amlejeze njiani. Nataka niseme habari ya malaika, nataka niseme habari ya, ya, ya viumbe vya kiroho ambavyo havionekani katika macho ya kawaida, lakini vimepewa nafasi kubwa ya kutuhudumia, vimepewa nafasi kubwa ya kutuokoa katika changamoto zetu. Tunao malaika ambao Mungu amewachilia kwetu, lakini hatuwaoni. Mungu anatuagizia malaika karibuni kila siku pasipo sisi kujua. Mungu anatutunza katika ulimwengu wa roho kwa njia ya malaika pasipo sisi kujua. Malaika wa Bwana Mungu akitaka wa waonane naye anaweza kaachia njia yake akaweza kuachia nafasi yake ili weze kumtambua kama ilivyotokea kwa Balaamu alipokuwa anabishana na malaika, alipokuwa anabishana na yule punda, ambapo punda alimuona malaika lakini Balaamu hakuona kitu chochote. Punda akaanguka chini ili kumpisha yule malaika, lakini Balaamu hakumwona yule malaika. Kumbe katika ulimwengu wa roho Mungu anaona mambo makubwa mengi kwa ajili yetu, anatulinda na tutetea. Wakati mwingine adui anajipanga kwetu kwa mabaya, lakini Mungu anaweka ulinzi, anatutunza na kutuepusha kwa mabaya. Maajabu ya Mungu ni punda kuzungumza. Si jambo la kawaida mnyama kuweza kuongea. Ilitokea kipindi cha Balaamu yule punda alipomuona malaika na baadaye akapigwa pasipo sababu. Ikiwa punda alitoa huduma ya kumbeba Balaamu, lakini Balaamu alirudisha mapigo baada ya punda kumuona malaika. Kuna wakati mwingine watoto wamekuwa wakitoa wa ishara ya kilio kujulisha kwamba kuna hatari inatokea. Kuna wakati mwingine ndoto zimekuwa zikitutokea zikituonesha kwamba kuna hatari imetokea. Wakati mwingine tumekuwa ni wazito, tumekuwa tukilaumu pasipo kujua kwamba Mungu ana njia nyingi za kuweza kufikisha ujumbe wake. Likumbukwe jambo hili, malaika hawana jinsia, malaika hawaoi wala hawaolewi. Hivyo malaika wanadamu wala wanadamu hawezi kumwoa mwanadamu wala mwanadamu hawezi kumwoa malaika. Malaika ni wajumbe wa Mungu. Malaika ni walinzi wetu. Hivyo tunaweza tukawatumia kuweza kuweka ulinzi katika nyumba zetu kwa kutamka neno na wao kulifuata. Malaika wanasubiri ni nini unachokitamka? Ni nini utakachoagiza? Nao watafuata maana malaika ni viumbe waliowekwa ili waweze kututumikia sisi, si sisi sisi kuwatumikia wao. Ikumbukwe, malaika habudiwi. Malaika hafanyiwi ibada. Bali malaika hushiriki pamoja na sisi katika ibada. Hivyo ibada yetu ina nguvu na sisi tuna thamani kubwa kuliko malaika wa mbinguni. Wewe ni wa thamani, mambo yako yote yanatunzwa na kulindwa na Mungu kwa njia ya thamani. Hivyo malaika tunao ambao wamewekwa wazi wazi katika ulimwengu wa roho ili waweze kulinda nyumba zetu, kulinda afya zetu, kulinda watoto wetu, kulinda kazi zetu, kulinda biashara zetu. Wanazo silaha kubwa za kivita ambapo wanaweza kuzitumia kupingana na ule mwovu Shetani ambaye ni mshtaki wa maisha yetu, lakini pia Shetani ni baba wa uongo, hajawahi kuwa mkweli. Siku ya leo twende tukaombe pamoja maombi ya ulinzi kwa kuwatumia malaika. Siku ya leo twende tukaombe pamoja maombi ya ulinzi na maombi ya kuokoa kwa kupitia malaika. Tunao malaika ambao Mungu ametupa, tunaweza tukaamuru chochote na malaika wa Bwana wakaenda kufanya sawasawa na imani yako, ambavyo namwamini Mungu na namna unavyotumia silaha za kiroho. Malaika ni moja ya silaha ambayo unaweza kuitumia na ikafanya kazi kubwa na kuleta matunda makubwa katika changamoto unayopitia. Twende pamoja na mimi katika maombi haya. E Bwana Yesu, ninaungana pamoja na msikilizaji huyu na ambaye kwa anatizama video hii, ninaomba kwa ajili yake. Ninazungusha hiyo nyumba ambayo yuko nazungusha ulinzi kwa jina la Yesu Kristo, mahali anaporara mahali anapofanyia biashara, ninaweka ulinzi kwa jina la Yesu Kristo. Malaika wa zamu, malaika wafanye kituo mahali hapo, malaika wa mchana, malaika wa maji, malaika wote ambao wapo katika ulimwengu wa roho ambao Bwana unawatumia sawa sawa na upendavyo, tunaachia ulinzi kwa watoto, tunaachia ulinzi kwa biashara na achia ulinzi kwa ajili ya kazi yako, na achia ulinzi kwa ajili ya mahusiano yako. Acha malaika wa Bwana tunze, acha malaika wa Bwana linde. Malaika wa Bwana linde gari yako, malaika wa Bwana linde kampuni yako, malaika wa Bwana linde oh, shamba lako, alinde mazao yako. Tunajua adui shetani yupo kazini, anapanga mabaya, lakini leo tunamwachia malaika wa Bwana azunguke, azunguke afanye kituo mahali unaporara. Hizo ndoto mbaya zikuachie, maana malaika wa Bwana atakuwa silaha yako. Malaika wa Bwana anasimame wa upande wako kwa jina la Yesu Kristo. Kama vile Petro alipokuwa gerezani aliokolewa na malaika, malaika alifungua ile milango iliyofungwa. Acha milango yako ifunguliwe, nami namwagiza malaika hapo hapo ulipo, katika shida uliokuwa nayo, milango imefungwa, malaika waifungue, malaika waifungue milango ya kazi, milango ya mahusiano, milango ya elimu, milango iliyofungwa, milango ya magonjwa, magonjwa mekufunga leo tunasema jina la Yesu, pokea uponyaji, malaika wasomu walete uponyaji wako, walete baraka zako. Kama kuna vitu vinazuiwa katika ulimwengu wa roho, kama kuna majibu yako ambayo malaika waliagizwa kwa muda mrefu, lakini shetani akazuia katika anga lolote lile, nasema napiga hizo roho za giza, ninazikataa kwa jina la Yesu Kristo. Acha jeshi la malaika likulinda hapo ulipo, likutunze hapo ulipo, likufunike katika ulimwengu wa roho, waroho hiyo mishale unayoirusha kwa ajili ya maisha yako kwa ajili ya afya yako kwa ajili ya uhuru wako kwa ajili ya amani yako, leo unapiga kwa jina la Yesu Kristo. Malaika washuke na upanga ukatao kote kuili wateketeze kazi zote za mwovu kwa jina la Yesu, amen. Asante kwa kunisikiliza, ni mimi mtumishi wa Mungu Godwin Ndelwa. Ikiwa umebarikiwa na mahubiri haya na mafundisho haya unatamani niende kutumia kila ninapotoa Unaweza ukawasiliana nami kwa namba ya WhatsApp inaonekana kwenye skrini yako. Lakini pia huenda kuna jambo la shukrani ambalo unatamani umshukuru Mungu kwa matendo makuu ambayo ametenda na anazidi kutenda katika maisha yako, au unahitaji maombezi zaidi, basi pia unaweza ukanitafuta kwa namba hiyo hiyo inaonekana kwenye skrini yako. YouTube channel initafute kwa jina la Godwin Ndelwa. Usisahau kusubscribe chaneli yetu, ili uwe wa kwanza kupata mafundisho yenye utukufu mkubwa kwa ajili ya heshima ya Mungu.